Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako, Avieta, inapatikana kupitia pmbet.co.tz. E bana, nafahamu, nafahamu kuna mengi sana endelea kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kuhusiana na uh, mrembo huyu ambaye anafahamika kwa jina la Rita, usiku ya jana alivujisha uh, simu akiwa na ongea na mdogo wake na Diamond Platinumz bana anafahamika kwa jina la Tosi sasa Juma Lokole amekuja hapa na kumchamba mrembo huyu ambaye anafahamika kwa jina la Rita, lakini pia wakati akimchamba, akatoboa siri kuwa uh, Wema Sepetu aliwahi kudate na Mo Dewji. Sasa mimi sitaki kuongea sana, nataka nikupe nafasi usikilize hapa kina gaubaga hiki ambacho Juma Lokole amekizungumza, hebu msikilize hapa. Hebu kwanza leo, uh, naomba nizungumze na Rita. Rita na wanawake wote wenye sampuli kama za Rita, mnaojiita majenzii, naona kwa nini wakina Wema, Wolpa Anti na wengine wote masta wana survive mjini, kwa sababu ya vifua vyao. Tunaona walioyafanywa kwa sababu ya vifua vyao Rita, hizo staili za kuvujisha meseji sauti za uh, watu ambao ulishai kudeti nao ni ushamba my dear. Utakosa mwanaume wa maana. Wanaume wa maana wataogopa kudeti na wewe, watajua watadhalilika utawapata hawa wasanii waomba Mungu wenzangu, akina Wozu, utawapata hawa akina Divoice, utawapata hawa hawa hawa wao, utawapata Masharobalo Vingasti, basi watakutumia na kukuacha. Hutopata mwanaume wa maana ambaye anakuja kukupa hata milioni kumi milioni ishirini. Wenzako wamejenga majumba wasanii, au usiona wamekaa hivyo kwa sababu ya vifua vyao. Wewe naimuona sasa hivi wewe, Wema Sepetu, zumbukuku, wewe Wema Sepetu alikuwa ana date na Mo mi ndo nawaambia leo alikuwa na date na Mo, alikuwa nataka kuolewa mke wa pili, kipindi hiko cha Kachube kama mnakumbuka wengi. So sasa hivi si simmevamia mitandao kwa sababu hamjui mitandao inaendaje? Hamjui mitandao inaendaje? Sisi waenga wa Instagram huko na mafacebook, tunajua enzi za Wema Sepetu wa Kachube. Wema alitakiwa kuolewa mke wa pili, Wema alikuwa anapewa mahela ya hatari. Nani alikuwa anajua kama Wema alishatembea na Mo? Nani Wema alikuwa anajua Wema kwa mashati bega na vigogo wengi nchini? Kuna watu walikuwa wanadeti na waume za watu. Mabinti tu enzi hizo mabinti mabinti kweli kweli, eh? Wanavifua, wanafanyiwa vitu vya maana eh? Lakini wewe binti, mnaendekeza comment na like, na ndio maana hata mkifika miaka arobaini amna kiwanja, amna nyumba, amna baisikeli. Mnaishia tu kudanki danki kwenye nyumba za kupanga kwa sababu ya akili hamna Kusoma hamjasoma, mabwana ndo mnategemea dada zangu, lakini siri pia hamna. Mnaishije? Leo hii mtakaa vigenge mnamsema nanado, nanado ana akili ana kifua, nanado kajengewa na mume wa mtu, nanado kapewa gari na mume wa mtu, nanado si kafanya nini. Ni kifua kile. Mtamwona hivo hivo kila siku mtasema nanado mchawi, nanado nini. Kifua, siri. Inatakiwa mtoto wa kike uwe na kaba haiba ya kike wanaume tumepewa vikoromeo, wanawake mmepewa haiba. Haiba ndo siri yenyewe, lakini hauna mtoto wa kike. Wewe unaangalia trending tu. Wewe nazani, haya sawa, tuongee kiushabiki. Wewe nazani baada ya kutoa hizo meseji wewe zuchu atamwacha huyo bwanake eh? Au wewe zuchu anateleka kwa sababu umetoa hizo voice za Santosi za, za, za, za nani eh? jichanganue wewe, jua kula na kipofu. Una akili dada, haya sawa, umepa uzuri wenyewe wa hivyo, hata pia una e, uzuri wa hivyo una yani, sio mzuri hivyo, una mwili tu mzuri, una rangi nzuri, basi mashallah, Mungu akupa haja kunyima vyote, wazuri wapo. Kuna watoto wana vifua, wana siri, wanatembea na mume wa mtu, wanachukua mpaka nywele ya utosi, na mke wa mtu akienda kuuliza tu, jamani, wanatembea na mume wangu, mtoto anakatana na vitabu vya dini, anashika na hapa, baadaye aenda kuomba toba. Lakini wewe umekimbilia, au washauri wanaokuzungukana kushauri vibaya ya dada? Jamani, Yam Avieta, rusha ndege, ushinde, wapi utatua, uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia pmbet.co.tz